Ukianza mm -hmm. na maswali tutakuwa tunaanza na maswali haya, na swali la kwanza, naona lilikuwa ni mume amefariki mm -hmm. ilhali mkewe alikuwa ana ujauzito uzito, je mm -hmm. urathi ugawanywe kabla ajazaa ama baada ya yule mke kuzaa? Naam, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaah. Kabla shurui kuingilia kwenye, kwenye jibu la suala, kwanza kumshukuru Mungu pia baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kuishukuru idhaa yetu. Furaha kubwa sana leo kwenye kikao chetu hiki cha kipindi zoeleka ijue dini yako kupata mgeni ndugu yetu, shekhe letu mlezi wetu, naam, Shekh Abdulkadir hafidhahu llahu taala, weko kwenye jilsa hii nikiitakidi ya kuwa ni mwanafunzi mbele ya shekhe wake ni talib atalib, amama shekhe hii na ni mtoto mbele ya mzazi wake, nikiitakidi ya kuwa ni tastafidi vilevile juu ya kushirikiana kwetu, lakini kama kikao cha mwanafunzi pia mbele ya mwalimu wake, na nikitarajia yani faida nyingi sana. Mwenyezi Mungu amjazi kila la khairi, na yote anayoyafanya yaweke katika mizani ya hasanati yake. Yauma la yanfau malun wala banun illa man atallaha bikalbin salim. Naam, ama hili swala ambalo lilipita wiki iliyopita ni kwa kuwa baba anapofariki, mama ana ujauzito uzito Je,